Homa ya ini ni changamoto ambayo inaathiri watu wengi kiafya, lakini pia inapokukumba hupelekea mwili kupoteza uelekeo kabisa. Homa ya ini ni tatizo linaloathiri moja ya viungo muhimu zaidi mwilini, ini lina jukumu la kusafisha damu, kuchuja sumu, kudhibiti mafuta na sukari mwilini, pamoja na kusaidia kinga ya mwili. Linapodhofika kutokana na homa ya ini mwili huanza kupoteza uwezo wake wa kupambana na sumu na magonjwa mengine. Sasa, hebu tuangalie sababu kuu za homa ya ini kwa undani. Moja ya maambukizi ya virusi hepatitis A, B, C, D na E. Virusi vya hepatitis ni chanzo kikuu cha homa ya ini duniani. Virusi hivi hushambulia seli za ini na kusababisha uvimbe, uharibifu, na hata kushindwa kufanya kazi kwa ini. Hepatitis A huambukizwa kwa kula au kunywa chakula kula kilichochafuliwa na kinyesi cha mtu aliyeambukizwa. Mara nyingi hupona yenyewe, lakini inaweza kudhoofisha ini. Hepatitis B huenezwa kupitia damu, shahawa na majimaji ya mwili. Inasababisha homa ya ini sugu, inayoweza kusababisha cirrhosis au saratani ya ini. Hepatitis C inasambazwa hasa kwa kugusa damu iliyoambukizwa, hasa kupitia sindano au vifaa visivyo safi. Husababisha homa ya ini sugu ambayo inaweza kuharibu ini kwa miaka mingi bila dalili hadi hali kuwa mbaya. Hepatitis B D inaambukiza wale waliokwisha ambukizwa na Hepatitis B, na hufanya ugonjwa kuwa mkali zaidi. Hepatitis E inasambazwa kwa kula chakula au kunywa maji yaliyochafuliwa, hasa katika maeneo yenye usafi duni wa maji. Matokeo: maambukizi haya husababisha kuvimba kwa ini, kuziba kwa mishipa ya ini na hatimaye kudhoofisha uwezo wa ini kufanya kazi. Sababu ya pili ni matumizi ya pombe na dawa za kemikali. Unywaji wa pombe kupita kiasi na matumizi ya dawa za kemikali huweka mzigo mkubwa kwenye ini. Ini huchakaa huchakata pombe na sumu ili kuzo, kuziondoa mwilini, lakini matumizi ya kupita kiasi husababisha madhara makubwa. Pombe inavunjwa na ini, hutoa kemikali hatari zinazoathiri seli za ini na kusababisha uvimbe alcoholic hepatitis, mafuta kupita kiasi kwenye ini fat liver, au hata cirrhosis, ugumu wa ini. Dawa za kemikali, baadhi ya dawa kama vile antibiotics, pain killers, steroids, na dawa za saratani huchosha ini na kuharibu seli zake kwa muda mrefu. matokeo matumizi ya pombe na dawa za kemikali huchosha ini na ini hushindwa kuchuja sumu ipasavyo, husababisha kuongezeka kwa sumu mwilini na hatimaye kudhoofisha kinga ya mwili. Sababu ya tatu: ulaji wa vyakula vyenye sumu na mafuta mabaya. Chakula tunachokula kina mchango mkubwa katika afya ya ini. Ulaji wa vyakula visivyo na virutubisho na vyenye sumu huweka mzigo mkubwa kwa ini. Mafuta mabaya, mafuta yasiyosafishwa vizuri, mafuta yaliyochomwa mara nyingi na vyakula vya kukaanga huongeza mafuta kwenye ini, husababisha fat liver disease ambayo inaweza kugeuka kuwa cirrhosis. Vyakula vyenye kemikali, vyenye preservatives rangi bandia na huongeza mzigo wa sumu kwenye ini. Sukari nyingi, fructose nyingi kutoka kwenye vinywaji laini na vyakula vyenye sukari huongeza mafuta mabaya kwenye ini. Ulaji wa vyakula vyenye sumu na mafuta mabaya hupelekea matokeo. Ini linaposhindwa kusafisha sumu ipasavyo mwili huanza kupata madhara kama uchovu sugu, maumivu ya kichwa na hatari ya ugonjwa sugu. Magonjwa ya kinga ya mwili, hii ni sababu nyingine, yani autoimmune hepatitis. Hii ni hali ambapo mfumo wa kinga ya mwili huanza kushambulia ini kwa makosa, ukidhani kuwa ni tishu hatarishi. Sababu za hatari hii, sababu za hali hii bado hazijajulikana wazi, lakini mara nyingi huhusishwa na vinasaba vya familia na mazingira. Matokeo katika hii sababu, ini linashambuliwa na kinga ya mwili yenyewe likisababisha uvimbe sugu, kuharibika kwa tishu na hatari ya ini kushindwa kufanya kazi. Sababu ya tano: upungufu wa virutubisho vinavyolinda ini. Lishe duni husababisha ini kushindwa kujikinga na sumu na magonjwa. Baadhi ya virutubisho muhimu kwa afya ini ni vitamin B complex zinahitajika kwa kimetaboriki ya ini. Vitamin C na E zinazuia uharibifu wa seli kwa sababu ya oxidative charge. Selenium na zinki husaidia kuimarisha seli za ini na kupambana na sumu. Polysaccharides na triterpenes kutoka kwa Ganoderma lucidum husaidia katika kuzalisha seli mpya za ini na kupunguza uvimbe. Matokeo ya upungufu wa virutubisho vinavyolinda ini: ni upungufu wa virutubisho hivi huongezeka, huongeza hatari ya ini kuharibika haraka kupoteza nguvu na kushindwa kufanya kazi ipasavyo. Jihadhari, inachukua hatua sasa. Unajua sababu kubwa zinazosababisha homa ya ini. Kitu cha msingi ni kujiepusha na hatari hizi na kusaidia ini lako kupitia lishe bora, virutubisho sahihi na kuondoa sumu mwilini kwa njia asili. Linda ini lako leo kwa kutumia suluhisho la asili. Tunakusaidia kwa kuzingatia mchakato um, wa detoxification kuondosha sumu mwilini, lakini kuimarisha kinga zako za mwili, lakini pia kuponya kesi yenyewe ya ini kwa kutumia viambato asili kabisa na salama kwa afya yako. Karibu sana kwa ustawi yako kutengeneza reo yenye nuru na kesho iliyo bora zaidi.